Husema elimu ni ufunguo wa maisha. Mzee Steven ameligundua hilo akiwa na miaka sabini na moja baada ya maisha yake kumwendea ya kombo, akaona arudi tena shuleni kupiga kitabu kupitia elimu ya watu wazima kwa masomo ya kidato cha kwanza hadi cha nne. Mambo mengi niliferi hapa nyumbani, hasa upande wa kilimo. Nilikuwa sijui kuchanganya, naambiwa milizi kumi kwa lita, mimi na mwaka sijui milizi nilikuwa nalima mashamba yangu nikilima kwenye heka napata magunia matatu, badala na mbolea nilikuwa nachanganya, nilikuwa nafikiri mbolea yoyote ili inaweza kuwekwa, kumbe kuna utaratibu, baada ya kupata elimu. Elimu hiyo kwa sasa imempa umaarufu kijijini hapo kwa kuheshimiwa na rika zote. Na tangu nianze kusoma nimebadilika, hata kimaendeleo ya nyumbani kwangu, hata kukaa vizuri na watu, hata kukaa vizuri na viongozi na nimekuwa mshauri mkuu wa hapa kwa washauri vijana wasome. Awali wakati anaanza masomo hayo ya sekondari, alikumbana na kebei, dharau na masimango kwa wanakijiji, ingawa familia yake pia ilishangazwa na baadaye kukubaliana na uamuzi wake wa kuendelea na masomo ya sekondari. Unaambiwa huyu mzee hana busara, umri huu anakwenda shule apate nini? anazidiwa na mchungaji wa ng'ombe ndiye ana akili, kwa sababu mchungaji wa ng'ombe anapochunga ng'ombe anategemea ng'ombe washibe apate maziwa ya kunywa. Mitihani ya kidato cha nne inakaribia na hapa mzee Steven anaeleza namna alivyojipanga. Nao hamu sana, kwa sababu najaribu kujitungia hata mtihani hata mwenyewe hata usiku nikilala saa saba ya usiku nikikumbuka somo fulani naamka kwenda kufungua vitabu. Nina hakika mtihani nitashinda lengo langu la ni kumaliza chuo kikuu. Ametufanyia jambo zuri sana na sisi ametumulikia, imekuwa taa. Tumeona, tumeona kwamba kumbe na sisi wazee tunaweza. Tunavyo vituo vitano vinavyotoa elimu nje ya mfumo rasmi, vituo hivyo ni shule za sekondari lakini tunavyo vituo ambavyo ndani yake vinatoa elimu kwa ajili ya wanafunzi wa QT kwa maana qualifying test na PC kuwa wilaya Tanganyika Ernest Mbuswelo alifika nyumbani kwake na kumtembelea, kujua amejipangaje kuukabili mtihani wake wa kidato cha nne. Maono yako yamewezekana, ya kwa sababu serikali ya Dr. Samia Suluhu imeweka mazingira bora. Ongera sana anaohakika, kwa kwenda kukaa kwenye hoteli mpanda na kusubiri kufanya mtihani yake na maandalizi yake, tumekuja leo hapa kutazama unavyoendelea kujiandaa na, na tukwambie kwamba songa mbele, ushindi upo. Ama kwa hakika elimu haina mwisho na mzee Steven ametuonyesha hilo. Matarajio yake makubwa ni kufanya vyema katika mitihani yake ya kidato cha nne. Mwanaidi Waziri, Azam News.